Matofali ninakabidhi sasa kwa katibu hapa, yes, ni matofali yetu haya. Tunaanza ndio, lakini mwanze ujenzi, ukifika mahali niite nije nione. Sasa nimefika hapa kwa watu wa kwanza. Haya, asante sana. Makofi mengi sana makofi kwa kwa mama. Nataka nitamke kiasi, hizi hapa ni milioni mbili, milioni mbili matofali elfu mbili hayo, asante sana. Ikija hatua nitakuja kuwatembelea nione tutaendeleaje na hatua nyingine. Kwa hiyo ni kama nilikuwa naweka jiwe la msingi tu kwa kuanza. Sasa ndugu zangu, kuwaambia asanteni sana asanteni sana kwa kazi kubwa mnayofanya ya kuwasomesha watoto wetu, kuwalea watoto wetu hicho tu, wala hatukuwa na jambo lingine. Ninyi mnafanya hii kazi ya Mungu katika mazingira magumu. Ninajua hali ya mishahara yenu, ninajua namna ambavyo mnahangaika, lakini tunafahamu pia Dr. Samia Suluhu Hassan anaendelea kupambana kuongeza mishahara yenu, lakini sina mimi, mnanisikia huko bungeni kila leo nikisema kuhusu stahiki zenu na nafuatilia ninajua kuna walimu walikuwa sekondari wakashushwa kwenda shule za msingi, sehemu yao hawajalipwa. Nimesema bungeni, ninafuatilia. Na hapa, muda si mrefu, anakuja mkuu wa wilaya. Nimemwambia mzee, uje kwanza hapa ili tuzungumze kwa pamoja, si ndio? Ameteuliwa na mheshimiwa rais kusimamia hii wilaya. Kwa hiyo, muda si mrefu, atakuja hapa ili tukubaliane namna ya hayo madeni ya walimu. Ninajua yako madeni ya waalimu, wameenda likizo hawakulipwa, yako kama mia moja milioni mia moja na tisini na kitu. Ziko areas za mishahara, watu waliajiriwa hawakulipwa kwa wakati. Lakini wapo wastaafu wa ambao, juzi mmesikia bungeni ikiwa nawasemea Tunashukuru Mheshimiwa Rais amesikia. Miongoni mwa wabunge waliopiga kelele sana kuhusu wastaafu ni pamoja na mimi, na nikaitwa kwenye kamati ya bajeti, nikaenda, nikashauri, nikaonyesha pesa ziko wapi. Leo kima cha chini kimeongezeka kwa asilimia mia moja na arobaini na nane nukta nane kwa hiyo wastaafu wetu wanaenda kupana. Eneo tuliobaki ni lile la wahadhiri wa vyuo vikuu na juzi nimesikia kwenye bajeti yeu yeah, kwao, tunaendelea kupambana na kuhakikisha heshima ya mwalimu inakuwepo, lakini mwalimu anapata stahiki zake kwa kazi kubwa ambayo anaifanya. Katika kipindi cha miaka minne ya Dr. Samia Suluhu Hassan Mheshimiwa Rais, amefanya kazi kubwa, ikiwemo kupandisha madaraja, kulipa stahiki na nilikuwa nazungumza wakati tunawapa pongezi walimu waliofanya vizuri wa elimu sekondari kwa kidato cha, cha pili na kidato cha nne na cha sita. Nilieleza takwimu ambazo kwa miaka minne ya Dkt. Samia Suluhu Hassan ni walimu wangapi wamepanda madaraja. Lakini pia kwa kipindi hiki ndicho kipindi ambacho Mheshimiwa mbunge walimu wengi sana wamepanda madaraja chini ya Dkt. Samia Suluhu Hassan na zile stahiki zao incrementi, lakini pamoja na stahiki za likizo nyingi, tunazitambua na nyingi zinafanyiwa kazi, na niongeze tu kwa kusema kwamba kupitia hadhara hii, tukitoka hapa, tutaenda kuongeza mkazo ili kada hii muhimu iweze kupatiwa zile ambazo ni stahiki zao muhimu sana. Ninataka nitoe pongezi kwa mbunge wangu na mbunge wetu sote Natoa hizi pongezi kwa sababu kwa wale waalimu waliotokea shule ya msingi na Luti, lakini waliotokea shule ya Mkwanara na Luti, ilikuwa shule ambayo imechoka sana, ni shule ya muda mrefu. Hakuna asiyefahamu kwamba shule za milimani ni za muda mrefu, lakini kwa jitihada kubwa sana ya mbunge wetu Saashisha, nilikuwa ninajaribu ni kuuliza maana yake ni nini? Nikaambia ni mwangaza, kuna kitu kimeangaza. Naweza kusema Saashisha umeangaza, tumeona kuangaza kwako kwenye wilaya Hai. Sasa hivi ukifika shule ya msingi na Ruti kwa kweli, inang'ara. Mimi ni mwalimu mkuu wa shule ya msingi Mroma. Nilipokuwa naongea na kijana Saashisha pale shule ya msingi Mroma, niliwaambia nimekuja shule ambayo naona shimo, vinavunja watoto wangu miguu. Lakini nakumbuka watoto wangu ndio vyao na shilingi milioni arobaini na nne lakini la hamsini elfu wako safi kimeng'aa. Sasa Saashisha ho